Wananchi wengi waishio vijijini wamekuwa wakipitwa na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kutokana na aidha kutofikiwa kikamilifu kwa kuwa wanaishi mbali na mijini au elimu haiwafikii ipasavyo kuhusu fursa hizo kama vile mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, hali inayopelekea kukosa mambo ya kufanya na kujiingiza kwenye mambo yanayoashiria au yanayovunja amani. Katika kuliona hilo shirika lisilo la kiserikali la Kokoda kupitia mradi wao wa kujenga amani ambao unatekelezwa kwenye kata ya Madimba halmashauri ya Mtwara katika mkoa huo wakishirikiana na shirika la We World kwa ufadhili wa European Union wametembelea kwenye vijiji vinavyopatikana kwenye kata hiyo ya Madimba na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu na namna ya upatikanaji wa mikopo hiyo ya asilimia kumi. Naomba nikukaribishe kwenye makala hii maalum inayoangazia namna shirika hilo la Kokoda linavyowasaidia wananchi wa kata hiyo ya Madimba hasa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupata elimu juu ya namna ya kuiendea mikopo hiyo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri. Mwandaji na msimulizi wa makala hii ni mimi Karim Faida, na hii ni Faida Online TV, Mtwara. Mwanzoni, wakati COCODA wanazunguka kupata maoni ya wananchi kuhusu mikopo hiyo, kuna ambao walionekana hawajui chochote na baadhi yao ni hawa hapa. Hatuna elimu na mkopo na sijui kama kuna mkopo. Si mkopo tunaojua mimi mchezo sijui kama ushadamu ndio mchezo mkopo mimi ndio ambao naojua tofauti na hapo sijui mkopo mwingine. Ah, unajua sisi tuko tuko tuko village, ndugu yangu tuko kijijini. Kwa asilimia kubwa kutufikia majambo kama hayo ni ngumu. Sio, unaelewa. Sijui kwamba wao wanetuongoza sisi au wafuatilii jambo, au sisi ndio tufuatilii hilo jambo. Lakini shughuli nzima ya mkopo sisi hatujui. Yaani, mimi mimi hapa binafsi yangu sijui. Na unaweza kaita kama vijana watano hivi wakakupa jibu kama mimi ambao nakujibu. Sawa sawa mikopo atujui atujui mikopo ambayo tunajua labda tumecheza vikoba tunaenda kukopa na no, si mkopo ambao tunaujua tunaujua tofauti na hapo atujui mkopo mwingine no sielewi chochote kuhusiana na mkopo wa 10% nasema hivyo kwa sababu kwanza iko kitu nimewahi kusikia tu kwa watu unaona lakini mimi mwenyewe sijui hicho ni nini ya kitu cha kwanza kwanza tupewe elimu juu ya mkopo na vile vile zile ahadi tunazopewa ziwe za ukweli Wasabu kwa sababu sometimes unakuta wengine wameomba mkopo ameomba mwaka juzi mtu mpaka mwaka huu bado hajapata. So kuna kama ulagai fulani tunapewa yani sio kweli. E, kwa sababu kama ingekuwa kweli ingekuwa tunaona wale hata wa mfano wanaona tunaona wana, wana, wanafanikiwa. Mtazamaji unaoendelea kuifuatilia makala hii, tumekutana pia na wachache ambao wanaonekana kuwa na uelewa juu ya mikopo hiyo ya asilimia kumi. Kwanza hii mikopo inavyokuja huwa tunapewa taarifa sisi kama vijana, tunaambiwa kwamba kuna mikopo inakuja. Kwa hiyo ikishakuja, tunaambiwa tuunde vikundi, hivyo vikundi na mnasajiliwa, yaani mnakuwa na katiba kila kitu, yaani kile kikundi kiwe kinatambulika na halmashauri. Ila sasa shida iliyopo, ile mikopo yenyewe ukiomba, unaweza ukaomba mwezi wa kwanza mpaka mwaka unaisha na usifanikishe mkopo. Wa asilimia kumi ni mikopo inayotolewa na halmashauri kwa vijana, akina mama na walemavu, ambapo asilimia nne ni vijana, nne akina mama, mbili ni walemavu. Changamoto ya kwanza ambao ndiyo ilikuwa changamoto kubwa, ni ucheleweshaji wa mikopo, kwamba umeomba mkopo mwaka huu unaweza ukakaa mpaka miaka miwili mbele, bado mkopo haujapata. Baada ya kuona hali ya uelewa wa namna ya kuielekea mikopo hiyo kwa makundi hayo upo chini, COCODA wakaamua kuwakutanisha pamoja kwenye kikao kilichofanyika kwenye kijiji na kata ya Madimba ili kuwapa elimu stahiki kuhusu fursa hiyo ya mikopo. Lakini kama hiyo haitoshi, shirika hilo likafanya bonanza kubwa lilowakutanisha watu wa makundi mbalimbali. Tukio lilofanyika kwenye kijiji cha Namindundi ndani ya kata hiyo ya Madimba. Katika bonanza hilo, tumeshuhudia michezo mbalimbali ikifanyika mbali, kama vile shindano la kufukuza kuku, kunywa soda kwa haraka, kukimbia kwenye magunia, mchezo wa mpira wa miguu, mchezo wa rede pamoja na mingine mingi, na mingi. ya vijana kujitokeza katika kuomba mkopo imekuwa kubwa sana hasa katika miaka ya hivi karibuni na hasa katika we, uh, kutokana na uwepo wa huu mradi. Kwa sasa hivi kwa kuanza tu tayari tuna vikundi vitano ambavyo vimeshapata mkopo katika robo iliyopita, vikundi vitatu vya vikwemo, vya vikundi vitatu vya wanawake na vikundi viwili vya vijana ambao vijana hawa wanajihusisha katika shughuli za kilimo cha chumvi. Makijana, nashukuru shirika la ODI pamoja na kokoda kutuletea fursa za mikopo ya asilimia kumi kwa vijana. Mimi nashukuru kwa shirika la kokoda kwa kutufikia sisi vijana, kutupa uelewa zaidi wa hii mikopo ya asilimia kumi. Tunashukuru sana kuipata hii fursa kwa mikopo ya vijana na akinamama kama sisi tunashukuru sana na shirika la COCODA kuja kutupa elimu. Elimu hii tutaitumia kama sisi wanawake, tutaitumia kwa kuelimisha wanawake wenzetu, ili tujue maana ya mkopo, kwa sababu mkopo kuna kukopa na marejesho. Kabla shirika la COCODA kuja hapa, alikuwa hatujui chochote kabisa kuhusu masuala ya mkopo. Tunashukuru amekuja kutuhamasisha sisi wanawake na wanajamii wote wanamindondi. Kwanza kabisa nimejifunza kuwa mwanzo kabisa ilikuwa tuna elimu juu ya mikopo ya asilimia kumi ya serikali. Kutokana na vijijini huku tunakoishi, kuna watu wa mikopo wale kutoka wilayani waga, hatuwezi kuwafikia kwa, kwa, kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo kupitia WeWorld na COCODA wamekuja wametupa mafunzo namna ya kupata hiyo mikopo ya asilimia kumi. Tumejua tunaanzia wapi na tunaishia wapi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa jambo hilo, lakini pia naweza kuasi au kuwashauri vijana wenzangu ambao tuna, tulikuwa tunahitaji vitu kama hivyo lakini ilikuwa hatujui ni namna gani tunaweza tukaviendea na namna gani, tuka na kuvipata. Waweze kujitokeza kwa wingi, tumeambiwa tunaweza tukajoin tuka, kwa vikundi labda watano watano na zaidi ya hapo. Kwa hiyo, tuweze kufanya vitu kama hivyo, ili, tuweze kupata mikopo iweze kutusaidia kwenye maisha ya kawaida, sababu wengine akili za kufanya vitu, na, tunakuwa navyo lakini kianzio ndio changamoto, kutokana na maisha ambayo tunayaishi. Kwa hiyo tunashukuru sana, na muendelee zaidi kuja kutupa hizo elimu zaidi na zaidi, ili mule sehemu ambayo tunakwama tuweze kupata elimu zaidi. Mwisho tumefanya mazungumzo na program manager kutoka shirika la Kokoda ndugu Bonfas Mwagama, naye anaelezea hali ya mwitikio wa mafunzo waliopewa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Ah, hali ya mwitikio imekuwa kubwa sana, ya vijana wengi wameamka na wamekuwa wa, wamekuwa wanakosa hizi taarifa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mradi wa kujenga amani pamoja ambao tumekuwa tukiutekeleza uh, ulijikita katika kupeleka hizi taarifa katika jamii, wakati mm, uh, tunajaribu kuwafanya vijana wasijiingize katika vitendo ambavyo vinaweza vikahatarisha amani yetu. Tunajaribu kujikita katika kuwapa taarifa mbalimbali juu ya fursa ambazo zinapatikana katika mazingira yao, na kwa muktadha wa sasa tulijaribu kuiona fursa ya mikopo ya asilimia kumi ambayo inatolewa na serikali, uh, serikali yetu uh, ambayo inatakiwa iwafikie vijana wanawake na watu wenye ulemavu. Sawa, wamepata elimu vijana hawa na wanawake. E, unawaambia nini sasa kwenye kuyafanyia kazi yale ambayo nyimewapelekea, hasa kwenye swala zima la kujipatia mikopo? Tumeanzisha magroup ambayo vijana wanaweza wakauliza maswali na wakajibiwa kwa wakati. Lakini tulijaribu kutengeneza forum ambayo vijana wengi wale tuliowafikia na ambao hatujawafikia wote, kwa umoja wao wana uwezo wa kupata hizi taarifa na kujua nini kinachoendelea katika eneo lao au katika halmashauri lao kwao. Tunaamini na sisi pia tunaendelea kufuatilia ili wale ambao tulianza nao wakiwa hawana hawana wazo lolote, wakajiunga wawili watatu watano mpaka vikundi vya watu kumi na tano mpaka ishirini, tuendelee kufuatilia. Je, wanafanikiwa na wanaenda vipi? Changamoto wanazokutana nazo ni zipi? Katika uwasilishaji wa hizo changamoto wanasaidiwa au hawasaidiwi, na sisi tuone namna gani tunaweza tukawasemea pale ambapo wanashindwa kuweza kuyafikia malengo wanayoyatarajia katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Mpaka kufikia hapo, mimi niseme tumefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, kukumbushe kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.